Wagoma inaanzia bidada bidada uyapanteneza roboti mzee kwenye kompyuta, ikalogi, kisha ikaandika compete akawa nasikilizia, kweli mfumo ulikubali. Roboti kaza kujitambulisha, mimi ni roboti wa AI, jina langu ni Namshin. Mama akawa nalia uko akiita Namshin, nimekukosea sana mwanangu. Kisha roboti akatoka na kumkumbatia. Sasa tunarudi mwaka mmoja nyuma mzee, mama anatusimulia kilichomkuta kwa mwanaye Namshin hadi akaamua kutengeneza roboti mzee. Hichi chuo cha kisayansi, hapo bidada ndo ticha mzee, alikuwa anawaambia hizo picha mlizoziona hapo ni za AI, ila tunaweza tukatengeneza roboti ambaye anaweza kaishi na binadamu bila binadamu kumgundua. wenye roboti mzee, kipindi kilivyoisha basi wakawa anapiga stori mdogo mdogo na mwanaye huko akitembea mdogo mdogo. Huyu bidada anaishi mbali kidogo na mmewe. Sasa bwana mdogo anamuuliza baba alisema leo atakuja. Mama akasema muda bado, hata kama akifika atatukuta nyumbani. Dogo akampola simu mama na kusema ngoja nimpigie baba. Ile anapiga simu, simu inaita karibu. Ile anaangalia upande wake kulia, wanamwona kuna mwamba fulani hivi amesimama pale kavaa suti, alafu simu ya mme wake anaye yeye mzee. Mwamba anatabasamu kisha anawasogelea mdogo mdogo, bidada aa oga kamshika mwanaye huko narudi nyumanyuma nyuma hao -nyuma. Nyuma wakatokea wamba wengine kama sita hivi, mzee wamepiga suti nyeusi, kisha wakamchukua mtoto na kumuingiza kwenye gari. Mama anapiga yoe tu, niacheni mwanangu, niacheni mwanangu, ila wauni hawaelewi. Mtoto akawa nagonga kioo tu cha gari cha nyuma, mama nisaidie, mama nisaidie, ila mama yake uwezo mdogo, mzee na gari ndio hilo lilikuwa linasepa samani. Kwa kushtukiza, mimi ni mkurugenzi wa PK Motors, nimetumwa na rais wa PK Motors kuja kumchukua na mshii. Bidada kamuuliza na, kwa nini simu ya mme wangu mwamba kujibu chochote zaidi ya kuingia kwenye mfuko wa suti na kutoa bahasha na kumkabidhi bidada, kisha akamwambia huo ni uthibitisho wa kifo cha mmeo. Ina maana mmeo wangu amekufa? Alitoka hapa aliniaga, anaenda kumtembelea baba yake ndani na siku chache tu atarudi. Kama mme wake tu alienda kumsalimia baba yake ajarudi. Ye huyu mwanaye sasa akawa anaita namshi, namshi, huko anaenda wazee wakamzuia. Ye analalamika tu, niachieni mfate mwanangu. Mwisho siku akamsukuma na kudondoka chini, kisha mwamba akamwambia rais amesema, kwa kuwa mtoto wake amededi, hivyo basi mjukuu wake Namshii ataishi naye yeye, ivyo wewe usihangaike kumfuatilia na ingia kwenye akaunti yako, umewekewa ya hela za kutosha tu. Bidada alipofika nyumbani ye ni kuangua kilio tu, uku akaangalia picha ya mmewe, afu mkononi ana picha ya mwanaye namshin, lazima nikufuate mwanangu na lazima urudi kwangu. Ila asubuhi kumekucha tu, chuma hiyo hapo mzee, ile mlinzi anayesimamisha ah aa, bidada takapite naye moja kwa moja mzee, mpaka kwenye geti karibala ndua mpaka ndani. Alipoingia ndani kapaki gari pale, kashuka na kibegi ile, kabla jaenda mbele, walinzi hao hapa mzee, kisha mkurugenzi Kasogea mpaka mbele kwa bidada. Bidada kalusha begi chini, lina hela kama zote mzee, kisha akamwambia hela zenu zote mlizoniingizia benki ni hizo hapo, mi nacho mtaka ni mwanangu tu. Mkurugenzi akacheka kwanza, kisha akamwambia, nilidhani leo utalala ukilia kwa ajili ya kifo cha mmeo. Bidada akaona kana apotezewa muda, vile ile anaenda mbele, walinzi wanamzuia, mkurugenzi karuhusu kwa kichwa mwachini aende. Ile anaenda anasikia naitwa mama, anageuka na mshii huyu hapa, kamkimbia na kumwambia, vipi mwanangu mzima wewe, nilikuwa na wasiwasi sana juu yako mwanangu. Namshii katoa mkono kisha kamwambia, mama, mi siwezi kwenda na wewe mimi nitaishi na babu hapa hapa. Mama anamuuliza, unazungumza nini wewe, ama kuna mtu anayekutishia? Bidada akajua masiara, ikabidi anyanyuke na kumvuta, ila namshii amekaza. Mama mimi sitaki kufa, najua nikienda na wewe nitakufa kama alivyokufa baba, na baba alikufa kwa ajili yako wewe. Namshii, maneno hayo umetoa wapi? Hivyo mama, usirudi tena hapa na sitaki nikuone, na mimi niache kama nilivyo na sitaki nikuone tena.